Kama njia mojawapo kwa kukabiliana na magonjwa yaliyosaulika katika maeneo mbalimbali ya kaunti ya Kilifi. <laughs> <laughs> yeah, yeah. Shirika la afya la AMREF kwa shirikiano na serikali ya kaunti ya Kilifi wanalenga kuwekeza zaidi katika sekta ya afya ili kukabiliana na magonjwa yaliyosaulika. Shirika hilo hata hivyo limeikabidhi serikali ya kaunti ya Kilifi vifaa vya matibabu ya thamani ya shilingi milioni 13.2 ili kuwezesha wahudumu wa afya kutathmini magonjwa mbalimbali mbali yaliyosaulika na kuboresha sekta afya mashinani. Mkurugenzi wa shirika la AMREF Daktari Ndirangu Wanjuki amesema vifaa hivyo vitasaidia katika kubaini magonjwa yaliyosaulika kama vile kichocho na kuwawezesha huduma wa afya kwa hudumia wagonjwa ipasavyo. This equipment will go a long way towards improving the quality and the speed of diagnostics of neglected tropical diseases. So that when someone has intestinal worms or has bilharzia or has any of the other uh, neglected tropical diseases, when they go to a facility, they are able to get diagnosis. The primary care network is able to take care of that person. Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea vifaa hivyo katika hospitali kuu ya Rufaa ya Kilifi gavana wa kaunti ya kilifi Gideon Mng'aro amesema vifaa hivyo vitasambazwa katika hospitali na zahanati zaidi ya 15 za kaunti hiyo tunafuraha kwamba tumepata vifaa hivi vyote na vinaenda hospitali huko mbalimbali hospitali 15 kule mashinani uchanganya na hospitali ya hii hapa ya kilifi na vifaa vitaendelea kuja uh, kama mlivyoambiwa na daktari mpaka kwa hakikishe kwamba hospitali zetu zote za kaunti At least kila eneo kila odi hiyo inaweza kuwa na vifaa vya kutathmini magonjwa ambayo yamesaulika. Gavana Mwaro, aidha, amesema magonjwa kama vile kichocho na matende miongoni mwa magonjwa mengine yaliyosaulika yatakuwa rahisi kugunduliwa na kutibiwa kwa wakati unaofaa, kwani mengi husababishwa na viini kwenye maji machafu na hata kwenye mito. Magonjwa kama kichocho uh, magonjwa kama madende eh, na utapata haya sana sana yanapatikana kwa umbu fulani kule, ndivyo tunaamini sisi, kule kando kando ya mto. Lakini umuhimu ni kwamba kwa miaka mingi tumesema tunataka tuwe na vifaa katika hospitali zetu vya kuweza kutathmini mgonjwa anaumwa na nini. Nikiripotia Coco FM mimi ni Mwahoka Mtsumi, Coco FM raba ya Pwani.